Hello, wapenzi wafuatiliaji wa channel ya Mouzi Sustainable Venture. Uh, awali ya yote Merry Christmas and Happy New Year. Uh, leo nipo kwa ajili ya kuzungumza machache na nyie mm -hmm, kwa sababu nawashukuru sana kwa kunisupport na kwa kuwa kwa, kwa munaendelea kufollow channel yangu. Uh, lengo hii ni kutaka tu kuhamasisha vijana lakini na jamii kwa ujumla juu ya umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Uh, nimejitoa kama mtu ambaye napambana kwa ajili ya mazingira. Kama mnavyoona sasa hivi watu wengi wanalalamika juu ya mvua, mwenendo wa mvua sio mzuri. Eh, Mwenendo wa mvua sio mzuri juu wa kali wakulima wamesafisha wame, wame mashamba, lakini wengine wamepanda, hususan kwenye maeneo ya mkoa wa Ruvuma, sehemu zilizokuwa nyingi wameshapanda tayari, lakini changamoto ya mvua, tunaamini kwa sisi wenye imani hata e, imani ya kwangu na imani ya dini zingine zozote, watu tunaamini kwamba haya hizi zote ni kadari kuamini kadari ni kwamba baya jema yote ni ya Mwenyezi Mungu. Sawa. Na tunaamini hivyo kwa maana kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Basi kama mvua ikunyesha, inaweza ikanyesha tu. Lakini kuna shughuli za kibinadamu ambazo hizo nazo zinachangia katika kufanya hizi mvua ziwe na mwenendo kama tulikuwa na. Tunasikia dunia inapambana kuhusiana na nini na uharibifu wa mazingira ambao unaenda kuharibu mfumo mzima wa mvua hewa ya ukaa inazungumzwa sana. Hizo zote ni miongoni mwa shughuli za kibinadamu lakini pia hususan sekta ya kilimo, na yenyewe ni sekta ambayo inachangia sana katika mabadiliko ya hali ya hewa, hususan kilimo cha tumbaku ambacho kinahusisha moja kwa moja na ukataji wa miti kwa sababu huwezi kuvuna uwezi, uh, uwezi kuzalisha tumbaku na ikaingia sokoni pasi na kukata mti kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuikausha ile tumbaku na kuwa katika ile rangi ambayo inahitajika. Kwa hiyo ukataji wa miti kwenye zao la tumbaku ni mkubwa sana. Imagine kwenye wilaya ya Namtumbo kwa kilomita za mraba hizo na ukubwa huo uliopo kwenye hii wilaya, lakini still kuna misitu mingi mingi mingi, lakini na watu wanakata miti kwa ajili ya zalishaji wa tumbako. Kwa mimi nilikuja nikakuta